Je, unajua ukiwa na vitunguu saumu punje tatu na limao mbili unaweza kutengeneza tiba ya asili ambayo ina nguvu kwenye mwili wako? Mchanganyiko huu wa vitunguu saumu na limao hutengeneza kinywaji chenye nguvu ambacho kitaweza kusafisha figo zako, taweza kuimarisha kinga ya mwili, kusafisha ini na kuweza kuimarisha mmeng'enyo ya chakula na kuondoa vivimbe vinavyoleta maumivu ndani ya mwili. Unachohitaji ni punje tatu za vitunguu saumu ponda ponda. Baada ya hapo unahitaji limao mbili kata vipande vidogo vidogo, weka kwenye kifaa. Ongeza kijiko kimoja cha manjano, ongeza kijiko kimoja cha pilipili manga. Unahitaji lita mbili za maji, weka kwenye chungu, ongeza viambata vyote, chemsha kwa muda wa dakika kumi. Baada ya hapo chuja, na hakikisha unakunywa glasi moja kwa siku kwa muda wa wiki mbili. Ongeza kijiko kimoja cha asali kwenye glasi ili kuongeza utamu na kuimarisha uh, hicho kinywaji chako. Baada ya hapo utakuwa umesafisha figo zako na utakuwa umesafisha ini na mwili mzima. Au okoa muda wako kwa kutumia C24/7 na chuoseti Liver Care ili kuimarisha afya ya mwili wako, figo na ini. Dozi ya mwezi mmoja ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti niunge kujiunga na grupu bure.